Hata mimi nilikuwa natamania sana niendelee na shule, lakini mama ndipo aliponiambia, na uwezo mdogo, ndipo aliponiambia nikafanya kazi, lakini mimi moyo wangu ulikuwa unatamani sana kusoma. Kitu kikubwa nilikuwa naomba waweze kunisaidia ili niweze kuendelea na masomo pia nimalize hata chuo. Kwa sasa naishi kwa bosi wangu ambaye alitarajia mimi niwe nafanya kazi nyumbani kwake, lakini aliponiona, moyo wake ulimsuta na kusema wewe bado ni mdogo. Mbele yangu hapa nipo na mtoto Halima Ruben mwenye umri wa miaka kumi na tatu. Simulizi ya maisha yake imenivutia kiasi ambacho nimetamani kuja kuzungumza naye baada ya kutoka mkoani Singida kuja Manyara kwa ajili ya kufanya shughuli za ndani ama kazi za ndani, lakini matamanio yake yeye ni kurudi shule. Bosi wake yeye alivyomuona, akasema huyu mtoto hawezi kunisaidia kwa kazi za nyumbani, badala yake alitamani aweze kurejea shule, lakini kutokana na ugumu wa maisha ya nyumbani kwao, na mama yake ni mtu wa kufanya shughuli za vibarua na shughuli zingine ambazo zinamsababisha yeye aendelee na maisha zilimfanya basi mama yake kumfanya huyu mtoto aweze kuja Manyara kwa ajili ya kufanya shughuli hizo za ndani, lakini matamanio ya mtoto huyu ni kwenda shule. Niko naye hapa Halima. Ujambo? Jambo. hebu tuambie kwa mtu ambaye anakutazama, Halima ni mtoto wa namna gani? uwezo wake shuleni upoje? anaishi katika mazingira ya namna gani kule Singida? Karibu. Asante, kiukweli mimi matamani yangu ilikuwa ni kwenda shule, na nilipofanya mtihani wa kuhitimu shule nilipata ufaulu mzuri pia. Hata mama yangu alitamani niendelee na elimu, lakini akasema uwezo ana mdogo, lakini waka, akasema nija kufanya kazi Babati huko Manyara, lakini mimi lengo langu kubwa lilikuwa ni kwenda shule. Na kiukweli, baba mimi sijui aliko, lakini lengo langu kubwa mimi ni kwenda shule. Pia natamani wadau mbalimbali waweze kunisapoti ili mimi niendelee shuleni. Wewe mpaka kufika hapa Babati uliahidiwa, pengine ukija huku unakuja kufanya shughuli za namna gani? Yaani kama vile kuosha vyombo mm. na kufagia tu ndani mm. Sasa kuna kazi zingine mimi siziwezi kabisa. Kama kazi gani? Uwezi kufua nguo za baba na mama mm. kupiga deki nyumba nzima ndiyo. Sasa bosi angekulipaje wakati kazi huwezi na umri wako ni mdogo? Au wewe bora tufike ufanye kazi. Haya. Watanzania wanakutazama wanatamani kufahamu pengine nyumbani mama yako anajishughulisha na nini, na kwa nini unafikiri ameshindwa kukupeleka shule ili hali ulifaulu wastani wa B matokeo yako ya darasa ya la saba mwaka jana. <laughs> Mamangu ameshindwa kunipeleka shule kwa sababu yeye hana uwezo, pia vile vile hata chakula anatafuta kwa shida, hadi akafanye vibarua ndipo apate kutu, kutu, kutu, kutusomesha na kututimizia mahitaji yetu.